Mwanzo sura ya thelathini na saba. Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake katika nchi ya Kanani. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusuf aliyekuwa mwenye miaka kumi na saba alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yusuf akamletea baba yao habari zao mbaya. Basi Israeli akampenda Yusuf kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Yusuf akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je,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 Akawambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kusujudie hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Israeli akamwambia Yusuf, je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa. Akamwambia, enenda basi ukaone kama ndugu zako hawajambo na kundi nalo li salama Ukaniletee habari basi. Akampeleka kutoka bonde la Hebron, akafika Shekemu. Mtu mmoja akamkuta, naye alikuwa anazunguka zunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, unatafuta nini? Akasema, nawatafuta ndugu zangu, tafadhali uniambie mahali wanakochunga. Yule mtu akasema Wametoka hapa, maana niliwasikia wakisema twendeni Dothani. Basi Yusuf akawafuata ndugu zake akawakuta huko Dothani. Wakamwona watoka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja. haya twende tukamuue, na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Reuben akasikia, akamwokoa katika mikono yao, akasema tusimuue. Reuben akawaambia, msimwage damu mtupeni katika birika hii iliyopo nyikani, wala msimguse, ili apate kumwokoa katika mikono yao akamrudishe kwa baba yake. Ikawa Yusuf alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusuf kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa, wakamtwaa wakamtupa katika birika na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Nao wakakaa kitako kula chakula, wakainua macho yao, wakaona msafara wa Waishmail wanakuja wakitoka Gileadi, na ngamia zao wakichukua ubani na zeri na manemane, wakisafiri kuvichukua mpaka Misri. Yuda akawambia ndugu zake, kwafaa nini kumuua ndugu yetu na kuificha damu yake? Haya, na tumuuze kwa hawa Waishmaeli, wala mikono yetu isimdhuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubali. Wakapita wafanyabiashara wa Midiani basi wakamtoa Yusuf wakampandisha kumtoa katika birika wakamuuza Yusuf kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha ishirini nao wakamchukua Yusuf mpaka Misri akarudi Reuben birikani kumbe Yusuf hayumo katika birika akararua nguo zake akarudi kwa ndugu zake akasema Mtoto hayuko, nami niende wapi? Wakaitwa kanzu ya Yusuf, wakachinja mwana mbuzi na kuichovya kanzu katika damu, wakaenda nayo ile kanzu ndefu, wakamletea baba yao, wakasema tumeona hii. Basi utambue kama kanzu hii ni ya mwanao ama sio? Akaitambua akasema, ndiyo kanzu ya mwanangu, mnyama mkali amemla bila shaka, Yusuf ameraruliwa. Yakobo akararua mavazi yake akajivika gunia viunoni na kumlilia mwanawe siku nyingi. Wanawe wote na binti zake wote wakaondoka wamtulize, lakini akakataa kutulizwa. Akasema, la, nitamshukia mwanangu nikisikitika hata kuzimu. Baba yake akambilia. Nao wa Midiani wakamuuza huko Misri kwa Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari.